shalom shalom a malawi nonse shalom shalom ya abale nonse mukumvera ya ndiuziwa kuti ena sakondwa enabe akondwa nkhani ya major one shepherd bushiri nkhani ya major one shepherd bushiri mwenye kuiunika binobino khoti ya malawi mukonde ndi nzika kumaso ngati chilichonse chikale kuli mulandu koma mwini wake akuti anthu amabwera kuzamuuza mundipase ndrama mundipase ndrama hapo biti kumangani wanyamuka wapita ku koti wakafunsa kodi kuno ndili ni mulandu akuti ayi kulibe mulandu anthu ajabwera zomufunsa mundipase ndrama wapita ukasuma akumangidwa ndiye major one hapo mpamvese bwino bwino mwini wake akuti nthawi zina yake amaenda anamuchira bomba kana moto nayaka moto akuti ku koti kulibe china chichonse boma imena apa

munthu wa mulandu amapangidwa poizoni mvesese pamenepa mwana wake watumizidwa kuno Malawi ku Malawi wabwera Malawi aafunika kuti asinali akayune akauni anakana ku sinali kuti mwana wao apite akalandire treatment ku Kenya mpaka na moyo anazo za moyo mwese muli yino mungamve bwanji ku Malawi zogwirira zogwiriira chapati Bushiri sakhala ndimpata wocheza pta kukoti mpaanakaugwira zitu zingati chibalo mwini wake apeze nthawi abwere yekha ngakale malamulo akuti apite boma ya South Africa ndi boma ya Malawi mucheserani nkhani yanga ndi meneyo Shepard Bushiri sapanga za sataniki Shepherd Bushiri chiddwakadangali festinauonepo takhaatikumapitapita ku South Africa takati pita takhaati kumapitapita kuplant yakulilongwe golden piko ku ama lipira VIP khala malo abwino kutengedwandi galimoto kupita kuchalichi atengedaskuchalichi kupita ku loj kandrama kamene koko kamakhalanso ka ndrama, kama ka ndrama kuchepa pena pakenso meja on amachita kuonjezeraso cipaiboci kuti kakwanire koma mchitidi wandrama munthu uti amathandiza ndrama ababwanjiso ama ndrama, ndrama. munthu ali ni mafamu ngombe ndegi zambiri megafamu kuzambia apapa nkhani muiunikire ikhala ngati pena pake yalowapo ndale munthu akapanga mulandu ngati boma akumufuna zipolopolo 47 njira ina yake muone kuti zikhala bwanji pachinthu pakapangika chinthu chabwino ena sakondwa ena sakondwa kuthandiza anthu olumala osauka pena pake kupasa anthu amphawi e, kuthandiza tina ndi tina ena saonera kukondwa ena makondwa ena saonera kukondwa even eswa mene ali pansi pano pamene ana nchiza mwana wa abraham atamanga satana zaka 18 koma anthu ena sana konde ena nakondwa koma apa ngati pali china chake anali analakwisa shepherd bushiri boma muchiunikire pesani nthawi khazikana naye pansi

ife timakunyadirani amalawi ndininetendere amalawi muli ndi chi mfano chabwino amalawi dandaluwanu ima mveka isu afi chikhala kuti galimoto sinali ya polova de bala paee osakana mbola pakanapeze kanso moyo ngati nanga mulandu malawi ikhali teni bwinobwino major one muione bwinobwino nkhani malawi shalom